Tunataka sasa tuboreshe yale pale tu, tulipokomea tuboreshe huduma za afya katika kijiji cha Nyaburundu. Nina uhakika huduma za afya sio nzuri, tunataka tuboreshe huduma ya elimu. Tunayo sekondari haina nyumba za walimu, tuna nyumba tuna, tuna shule za msingi nyumba za walimu hazitoshi. Shule ya msingi ya, ya Kongo bado inahitaji madarasa, kwa hiyo bado tuna kazi ya kufanya. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa mtupigie kura, ndugu zangu niwaombe. Huduma za maji katika kijiji hiki ni duni sana, tunataka kulifanyie kazi ili kijiji hiki kiwe na maji ya kutosha, na serikali ya Chama cha Mapinduzi tayari imeshatenga fedha bilioni nane kwa ajili ya kuleta maji hadi kijiji cha Nyaburundu. Tunahitaji vitongoji vyote vya Nyaburundu vipate umeme. Tunajua umeme umefika, lakini sio kila mtu ana umeme. Kwa hivyo mkipe chama cha mapinduzi kura, ili tuweze kuweka umeme katika vitongoji vyote, na zaidi, tumoreshe barabara. Wakati nikiwa diwani, kabla sijawa diwani ya Nyaburundu, kulikuwa hakuna basi linapita, sasa hivi linapita, halipiti Mtuchague tuboreshe huduma za barabara ili tukusafiriwe mzuri, tuweze kusafirisha mazao yetu, na tutaweka nguvu kubwa pia katika kuboresha huduma za kilimo na kuwajengeeni maghala. Halmashauri ilishatenga fedha kwa ajili ya kujenga soko hapa Nyaburundu, kwa hivyo tunarudi tu baada kwenye budget. Ndugu zangu, sina mengi, nimefanya mambo mengi sana hapa Nyaburundu hata ukizingatia kuna watoto nimewatibu, kuna watoto ninawasomesha, na hata jana, kuna mmoja wa Nyaburundu hapa nilisema ntamsomesha kwa asilimia mia moja kama anapata eii, hey, pale Esperanto sekondari <coughs> <coughs> <coughs> nina mengi ya kufanya. Wana Nyaburundu, usiwe na hofu, bado nina nguvu nyingi na kutafanya kazi.